Naam, wama hukmu al-i'tikaf? Itiqafu ndani ya dini yetu, hukumu yake ni ipi? Je, ni wajib? Je, ni mustahab? Kwenye kiswahili wengi wamezoea ni sunna. Hukmu yake i'tikaf ni sunnatun waqurbatun ila Allah. Itikafu ni sunna na ni ibada inayompelekea mtu anayetekeleza kujikurubisha kwa, kwa Allah subhanahu wataala. Dalili Mama yetu Aisha ameipokea hadithi, anasema kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yactakifu ashra lawakhir min ramadan hatta tawafahu Allah. Alikuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anaikaa itikafu siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadan, ilikuwa ndio desturi yake akifanya hivyo mpaka pale Allah alimfisha Kifo kikamdiriki mtume akiwa kwenye hali hiyo. Sisi kama waja sisi kama Waislam tutakia tumwigie mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tuitekeleze ibada hiyo katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Allah, tunakuomba tutakabalie amali zetu. Amin.